Kauli yetu mbiu nasema, nimekubali kutembea na nani? Rudia tena, vijana, umekubali kutembea na Mungu. Mungu sababu nchi yetu ni Amosi tatu tatu ya, tuisome Amosi, au kijana aliyepata kwa haraka anaweza akaisoma. Amosi, tatu tatu. Biblia inasema je? Yeah. Watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja kama hawajapatana? Hili ni swali ambalo naulizwa na nabii wa Bwana Amosi ni swali ambalo linaulizwa: watu wawili wanawezaje kutembea pamoja isipokuwa wamepatana? Haleluya! ukitaka kutembea njia moja, mfano wale watu ambao wako kwenye ndoa, na hata wengine unaelekea huko, kabla haujaanza prosesi zozote, lazima kwanza uanze hatua ya kukubaliana na mwenzio haleluya. Hatua ya kukubaliana na mwenzio, Bwana mimi kuna moja, mbili, tatu, na baada ya hapa natamani tutembee pamoja safari ya maisha haleluya. Sasa ili swali ninauliza, na mimi ujumbe wangu ni huu. Nimekubali kutembea na Bwana, nimekubali kutembea na Bwana, nimekubali kutembea na Bwana. Nimekubali kutembea na Mungu na kutembea na Mungu. Safari yoyote ile ambayo ni safari ya kutembea na Mungu sio safari nyepesi. Haleluya, amen. Sasa mimi labda nitakuwa sijakutia moyo nakuasija kutia moyo, ndio ukiwa nje jukwani kule, ukiwa unahubiria watu injili unawaambia njoo kwa Yesu tambaale. Haleluya, amina. Sasa mtu akiwaza wakati huo umemwambia kwa Yesu tambalale, ameisha kutana na vilima vya waganga. Bwana Yesu azidiwe. Nataka tu nieleze kwamba safari yoyote ya kutembea na Mungu sio safari nyepesi, ni safari ambayo imelumbikwa ime, ime na mambo mengi sana. Sijaokoka muda mrefu, sina muda mrefu kwenye wokovu, lakini wazee nye miaka michache lakini nimeiona safari hii sio safari nyepesi. Na kulidhihirisha hilo kwamba safari hii siyo nyepesi, tunaona mtumishi wa Mungu, tuone kitabu cha Matendo moja ile sura ya nane. Biblia inasema Matendo moja sura ya nane, Biblia inasema ya kwamba nanyi mtapokea nguvu na ndiyo maana akawaambia, sikilizeni, msiondoke Yerusalemu hata mtakapovikwa uweza mtokao kwa sijaokoka nilikuwa naishi kwenye familia ya watu waliookoka kawaida, na wa watu waliookoka si familia zote, ila ibada ni lazima, ilikuwa ni lazima ibada, ilikuwa ni lazima kwa, si kwa hiyo <tosimu> yeah. yeah. kuna wakati kama hauna Yesu unaona ibada zinachosha. Kuna mtu aliyekata tamaa, kama tayari umeisha kata tamaa kutembea na Mungu kanisani dakika kumi kwako kwa kwa zinakuchosha, si nanielewa? Amina, amina. Unaona kama ni mzigo. mm -hmm, lakini kama haujakata tamaa, umejaa roho Mtakatifu, dakika kumi unaona kama mbona bado natamani niendelee. Tena sasa zile ibada ambazo mama yangu alikuwa nakufanya pale ndani nilikuwa naona zinachosha. Hata wakati mwingine nakwambia ma kila siku maombi Mungu, Mungu, tu, kila siku ingine basi hata mwe mnaacha, yeah. Safari ya kutembea na Mungu sio safari nyepesi, ni safari iliyokubikwa na mambo mengi, lakini inakuwa nyepesi pale tu uelewe kabisa pasipokuwa na nguvu za roho takatifu, wewe kutokoa, hakuna mahali unaweza kwenda. Amina. Wewe nisome vitu kadhaa hapa, vitu vya kuzingatia katika kutembea na Mungu. Jambo la kwanza, vitu vya kuzingatia, vitu vya kuzingatia unapotaka kutembea safari ya muda mrefu, ya mwendo mrefu na Mungu. Ukitaka kutembea safari ya mwendo mrefu na Mungu, jambo la kwanza la kuzingatia, mjue Mungu binafsi, mjue Mungu binafsi tena, mjue Mungu in details kabisa. Haleluya, mjue Mungu binafsi na mjue Mungu kwa undani Ukitaka safari yako if ufike unakokwenda ni muhimu sana ukaijua njia unakoupeleka. Usipoijua njia, ni rahisi sana kutembea njia ndefu, au wakati mwingine hata kupotea kabisa, kwa sababu haujui njia ya kule unakoelekea. Mimi nilikuwa sifahamu hapo, na njia nilikuwa silifahamu lakini nimetumiwa njia na mtu hapa kwenye kee, bwana, njia ni hii hapa, ukifika tu hapo umefika. Kwa hiyo ilikuwa kazi rahisi, namwambia tu hapo hapo dereva, kuja hapo, ingia hapo hapo, shuka hapo, ramani inatuambia hapa tumefika. Ndiyo wazoea. Hii safari ya kutembea na Mungu inahitaji ujasiri wa kumjua Mungu binafsi wewe kama wewe, na unapomjua Mungu binafsi unakuwa na ujasiri wena najue niko pamoja na Bwana. Kulikuwa na wakati ambao Yesu, wakati wake ulipokuwa umekaribia wa kukamatwa, wanafunzi walikimbia, sindio hivyo navyosema? Yule Petro aliyesema Bwana niko tayari kupambana niko, alivyoona mmm. Hii ngoma sio yangu, hii isi wezi na akaambia Mbona tunaongea yako hivi kama ulikuwa na mwana sijui anatembea wao ya usiku kwa ushewa, mbona hata tembea yako inaonesha wewe ulikuwa pamoja na nani? Na Yesu wetu anakataa. Haleluya, mimi sikufichi na wala sitaki nikukaa, nakwambia uhalisia upo huo, wakati kwenye kutembea na huyu upo huo wakati tegemea kumwona mzee wa kanisa hauta, na wakati mwingine ni mapenzi ya Mungu kabisa. hmm. Utategemea kumwona mchungaji hauta, hauta muona, ila ukimjua Mungu binafsi utakaa naye wakati wengine wote hawapo. Utajua njia, utajua namna ya kutatua, wakati wengine wote wamekuacha. E, vijana Bwana Yesu asifiwe! yule Mungu na kumjua Mungu huko namna hii, uwe na mjasiri wa kukiri Yesu katika mazingira ya aina yoyote. Amen. Nirudie hiyo, umeokoka Dar es Salaam Tabata, lakini Kigoma hujaokoka, sijui Tukuyu mwamayei huko hauja ukienda okay, maeneo ambayo hawakujui, hauja okoka, wewe kwenda kufanya kazi moja project mahali, kuwa tumesafiri vijana kadhaa wengi Arusha. Sasa ndivyo kuwa tumesafiri tukaenda tuka, roji moja tukakaa wengi ilikuwa sijui aliyekuwa anafahamu akulala na sisi kwenye ile lodge. Sasa yule mtumishi ule usiku akawa amefanya mambo yake na mdada wa lodge pale. Asubuhi imefika, jamaa yake anamtania asema hauntaka ah, nimeambia ama wewe na ule we. ule <laughs> hivi sielewi, sina hiyo wala lile nasikiliza, tusioni wanapiga wanacheka. Tulipotoka pale tumeenda kwenye gari, yule dada alipomwona asubuhi akamwambia mtumishi bwana Yesu. nafsi tuone jambo la pili. Jambo la pili litakalokufanya utembee na Mungu, bali mrefu utembee na Mungu sana, ni uwezo wa kujikontrol mwenyewe, a self control, ability to control yourself, uwezo wa kujikontrol mwenyewe. Mwanzo 39 7 8 uwezo so, wa kujikontrol mwenyewe. Na huyo mambo ya kawaida, lakini haya mambo yamebeba vitu fulani vya kutusaidia. Amina, ni kweli, ndio mwangi tu hapa. Haya mambo hizi, kwa sababu nisaidie, hawezi kwa sababu okay, kweli yake ni fulani, ni maji kuzoa kama waswahili wanavyofikiria nazolea kitambaa <laughs> sawa. So, haya hapa, haya waswahili wanavyofikiria nazolea kitambaa sawa. Haya, si ni haya yaliyokuwa yamemwagika? Si ni haya hapa yaliyokuwa yamemwagika? Nimeyazoa ila sijayazoa kama waswahili wanavyofikiria. Sasa somo la kujifunza hapa, unapokuwa umekosa self control umekosa kuweza kumudu mwili wako kumudu hisia zako, iko hivi, kuna wakati ambao unaweza ukapitia jaribu ambao unahitaji kukana Bwana, hapo ukakosa uwezo wa kukontrol mwili wako ukaanguka dhambini. Biblia inasemaje? Mtu akianguka dhambini, akitubu Mungu anafanyaje? Anamsamehe. Ni kweli kabisa, anamsamehe. Mungu wetu ni wa rehema. Kwa nini uongo? ni kweli huu wetu anasamehe, lakini kiwango cha maji kilichoanguka hapa na nilichokizoa kinafanana? Hapana, hata wa Mungu. Haleluya, Amina. kiwango cha maji nilichomwaga nalicho kizoa kinafanana? Sasa fikiria maji yanaendelea kumwagika na ku mwagika.